Unaweza ukafika pale RITA ukapata huduma, lakini kadhalika huduma ni nyingi pale. Kikubwa ni waombe kwamba tu, tuwe wasikivu tupate elimu ili tuweze kujua umuhimu wa RITA na vyeti vinavyotolewa au huduma zinavyotolewa. Yupo pia hapa afisa uhamiaji atatoa elimu, atapata nafasi na wadau wengine ambao wako hapa. Sasa kwa madhumuni ya leo, tumekuja kuhamasisha au kutoa elimu ya namna ya kutumia huduma ya eRITA, ambayo tunataka wananchi muweze kupata huduma kwa wepesi zaidi. Sio lazima ukafika ofisini kwetu ofisi zetu zipo pale Ilembo jirani na kituo cha afya cha Ilembo. Najua wengi akina mama mko hapa mnakijua. Kwa hiyo pale ukifika utapata huduma, lakini tume, tumeamua kutoka huko, serikali imeamua kutoka huko, inataka kukiwa hapa, uko nyumbani unachukua simu yako, unaingia kwenye mfumo, unapata huduma. Sasa elimu itatolewa vizuri ndani ya kipindi hichi cha wiki moja katika maeneo yote ambayo tumeyasema ikiwemo hii kata ya Nsemulwa. Elimu itatolewa katika maeneo yote ya wilaya ya Mpanda, lakini tumechagua kata chache ambazo tutafanya vituo. Mojawapo ni hii hapa ya Nsemulwa. Kwa hiyo wana Nsemulwa, hongereni sana kwa kufikiwa na huduma hii kwa sababu sio kata zote kumi na tano zitafikiwa tumechagua. Naomba tujipongeze sana Nsemulwa, lakini pia tutapita kwenye kata zingine kama ambavyo nimeshaelezwa, tutakwenda kwenye kata za Misukumilo, Kakese, Mwamkuru, Magamba na Kazima, lakini tunategemea kupitia kwenye hivyo vituo wananchi wote wapate ujumbe kwamba nini serikali imeamua. Kwa hiyo, lengo la elimu hii ni kuwaelekeza wananchi tutoke kwenye ule mfumo wa zamani wa kufuata hizi huduma kwenye ofisi, tuweze kuzipata tukiwa nyumbani. Sasa hivi tunaishukuru serikali, baada ya kuondoa ada na kila kitu, familia nyingi zinawasomi. Yaani ukipita kila nyumba karibu na kuta kuna wasomi na maisha ni mazuri, watu wana simu za za kisasa na vishikwambi. Kwa hiyo tunaamini hakuna mwananchi anaweza kuingia akashindwa kuingia kwenye mfumo na kupata huduma ipasavyo. Kwa hiyo niwaombe sana, niwaombe sana, usiangaike. Tunataka ukifika ofisini kuja kuchukua cheti chako na lengo la na serikali pamoja na, na, na kupata hicho cheti tunataka tukomeshe migogoro migogoro ya ndoa kama wengine walivyosema, migogoro ya mirathi na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo tusione kama e, ni huduma ambayo hatuihitaji. Tunaihitaji sana. Tumeona wananchi wanahangaika, wanakuja pale kufata cheti cha kifo, inakuwa ni shida bahati mbaya mwanaume au mwanamke mume mwana au mke amefariki, basi yule mjane anapata shida kweli kweli, kwa sababu hana cheti cha kifo. Sasa ni vizuri tukasikiliza kwa makini sana, ili tujue namna ya kupata hizo huduma, ili inapotokea basi tuwe kwenye nafasi nzuri ya kupata haki zetu kama mwanafamilia kama Mtanzania, kama mwanajamii. Nsemulwa oye! Mpanda oye! Sasa, ndugu zangu wananchi, zoezi hili litafanyika kama alivyosema mtangulizi wangu kwamba ni bure. Kwa hiyo sisi tumekuja hapa, tunataka mjifunze kweli kweli siku ya leo mpaka inapotimia sio saa tisa na nusu wataondoka hapa saa kumi jioni, ili kila mwananchi ambaye kuna jambo anataka kuuliza, unataka kuingia kwenye mfumo utaingia hapa hapa na huduma utapata hapa hapa, na kama kuna kikwazo utawabana wataalamu, watakuwepo hapa watakuelekeza. Kwa hiyo niwaombe sana, tutumie hii fursa iliyotolewa bule kuweza kupata huduma. Gharama utakaokutana nayo labda ni ya bando tu bando basi. Kwa hiyo niwakaribishe sana kwenye zoezi hili na niwaombe sana mshiriki, ili tusiwe na sababu ya kufanya foleni ofisini na maeneo mengine ya kupata huduma, kwa sababu muda unaokuja kupanga foleni ofisini kupata huduma hii ungeweza kufanya shughuli zako za maendeleo. Nsemulwa, safi sasa. Baada ya kusema hayo, ni washukuru wote mliohudhuria hapa, lakini nirudishe shukurani hizi kwa mkuu wa nchi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye anatujali sana wananchi na Watanzania wote kwa ujumla. Kwa hivyo naomba tuendelee kuwa na imani na serikali ya kwamba inatambua mahitaji yetu lakini pia niwapongeze mtendaji mkuu wa RITA ambaye ameamua kufanya hili zoezi kwenye manispaa hii ya Mpanda na baadaye halmashauri ya Nsimbo. Kwa hivyo naomba niwatake wote wanaosikia, nitoe hamasa kwa wakazi wote wa wilaya ya Mpanda kwenye vituo vyote tulivyotaja, kwenye kata zote, iwe ni Mwamkuru, iwe ni Kakese Msukumiro kazima, na vituo vyote tulivyotaja, tunaomba wananchi mjitokeze, tunaomba wananchi mpate huduma. Mwisho kabisa, nimpongeze sana uongozi wa kata hii ukiongozwa na Mheshimiwa Diwani na wananchi, na kushukuru sana kwa kuwepo kwenye zoezi hili, na tunakutegemea sana kwenye hamasa. Tunaomba tuendelee kushirikiana na kuwahamasisha wananchi ili waweze kupata hii huduma ya msingi. Sasa, baada ya kusema hayo yote, naomba mimi, kazi yangu ni moja, ni kuzindua huu mfumo wa eRITA. Kwa hivyo, naomba sasa nitamke kwamba sasa mfumo huu wa eRITA umezinduliwa na kampeni hii imezinduliwa. Kwa hivyo, naomba sana wananchi kujitokeze. Asa, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.